Israel imesema itaruhusu kuingizwa kwa misaada ya chakula muhimu kwenye ukanda wa Gaza, hatua inayomaliza miezi kadhaa ya zuio ambalo linawaweka wawe, lina raia wa Kipalestina kwenye hali mbaya ya njaa, wakati huu pia ikiendelea kupokea shinikizo. Hilary Ingati Kulingana na taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hatua hiyo imechukuliwa baada ya tathmini ya wanajeshi wake ambao wameanzisha tena operesheni kwenye ukanda wa Gaza. Israeli imekuwa ikikabiliwa na shinikizo kuondoa zuio la misaada kuingia Gaza, ambapo chakula, mafuta wala dawa havikuruhusiwa kuingia kwenye eneo hilo. Mashirika ya misaada yameonya kuwa raia zaidi ya milioni mbili kwenye ukanda wa Gaza wanakabiliwa na tishio la bala njaa kutokana na hatua ya Israeli. Naye waziri wa mambo ya kigeni wa Ufaransa Jean Noel Barro ameitaka Israeli kuhakikisha misaada inaruhusiwa kuingia Gaza bila vizuizi.